Mheshimiwa Spika, utaratibu wa kumthibitisha waziri mkuu bungeni ni kama ifuatavyo. Mara baada ya kiapo cha uaminifu kwa mbunge, spika atapokea hati ya uteuzi wa waziri mkuu kutoka kwa rais. Baadaye spika atajulisha bunge juu ya kupokea hati ya rais kuhusu uteuzi wa waziri mkuu ili athibitishwe na bunge. Spika atafungua bahasha yenye hati hiyo mbele ya bunge na kusoma mbele ya bunge jina lililopendekezwa na rais na kutaka bunge kutekeleza wajibu wake kwa mujibu wa ibara 51 ibara ndogo ya pili ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa, tuna zoezi zito sana, naomba mtulie. Spika anaweza kusitisha shughuli za bunge ili kutoa nafasi kwa mwanasheria mkuu wa serikali kuandaa azimio na kumthibitisha waziri mkuu na katibu wa bunge kuandaa karatasi za kura. Baada ya bunge wakirejea, spika atamwita mheshimiwa mkuu wa serikali ili atoe hoja kwa kuwasilisha azimio na la kumthibitisha la wa waziri mkuu mteule kwa mujibu wa ibara 52 bara ndogo ya pili ya katiba. Katika maelezo yake anaweza kuelezea kwe, kwe, mamlaka na wajibu wa waziri mkuu kama ilivyoainishwa kwenye ibara 52 ibara ndogo ya kwanza, pili na tatu ya katiba. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Bunge, leo hatutengui hatutengui kanuni za Bunge sababu anayeleta hati hiyo ni, ni mwanajeshi na ni askari na wao wanafusha kuingia ndani kwa mujibu wa kanuni zetu.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

Waheshimiwa Waheshimiwa, naomba tukae. Hajaapishwa bado, naomba tukae. Sasa namruhusu mwakilishi wa Mheshimiwa Rais aweze kurudi kwenye majukumu mengine. Asante sana kamanda.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 Waheshimiwa wabunge. Kwa, kwa vile jina, jina hili likija hapa ni siri. Naahirisha bunge kwa nusu saa ili katibu aandae na nasitisha bunge nusu saa ili katibu aandae ballot paper. Mwigulu Lameck Nchemba miaka yake hamsini ya hivi sasa, alizaliwa Januari 7 mwaka 1975. Pasina shaka wananchi kutoka Makunda pale wilaya Iramba watakuwa na ndelemo, vifijo na vigeregere. Kijana wao kutoka Singida ndiye ambaye ametajwa hapa kuwa waziri mkuu aja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Watakaothibitisha ni Bunge kama ambavyo ibara ya hamsini na moja